Taifa letu, nyumbani kwetu, tumepewa na Mungu. Tanzania ni yetu, amani kwanza. Maneno ya Mwenyezi Mungu Mtakatifu anasema yeye Mwenyezi Mungu ni amani na anapenda watu wa amani. Kama hakuna amani na imani hazipo, Mwenyezi Mungu amesema upige kula na ndio maana walivyotaka kumlea mama yake na Isa, yani mama yake na Yesu walisema nani amlee huyu mama mcha Mungu, nani amlee. Ikapigwa kura akalelewa na watu sahihi akamzaa mtu sahihi ambaye ni Yesu. Leo watu kila mtu anampigia makofi na anamshangilia. Na wakuu wote walivyokuwa wakikaa jambo, lilikuwa linapokuwa gumu, wanaitana wanaliamua kwa kula, na wanalibiana na wanaondoka. Na sisi tumeridhia kuzungumzia amani ya wilaya yetu ya Kyerwa, amani yetu ya mkoa wetu wa Kagera na nchi kwa ujumla tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujalie tukae katika amani, tupendane. Na maandiko yanasema amani kitoweka, upendo wa upo, amani huleta upendo, amani huleta ushikamano, amani huleta kumcha Mungu. Siku ya kupiga kura tuamke tukapige kura, tumwambie Mwenyezi Mungu, tunamchagua mtu wewe, huyu wewe ndiye uliyemweka aweze kutuongoza kwa amani na upendo. Na niseme ndio ya la mwisho, hatuchagui kiongozi wa kanisa mm -hmm. hatuchagui kiongozi wa msikiti mm -hmm. tunachagua kiongozi wa nchi atakaye waongoza wenye dini na wasiokuwa na dini. Tunachagua mtu sahihi atakayeteuliwa na Mungu ambaye ataweza kutuongoza katika nchi yetu kwa amani na upendo, tuzae tule tuishi mpaka tutakapoondoka katika dunia hii. Sheikh Nuh Badi Murajan Sheikh wa Wilaya ya Kyerwa. Asanteni sana, mimi ni katika mjume miongoni mwa wajumbe wa Maridhiano na Amani Tanzania. afaamini na waaminikum wasalamu alaykum. Ndugu zangu wa Tanzania, mabibi na mabwana, watu wa rika zote, siku kidogo zimebaki ili tuingie kwenye uchaguzi. Uchaguzi ni haki ya kikatiba kwa kila Mtanzania na ni utaratibu wa nchi yetu, kila baada ya miaka mitano tunaingia kwenye uchaguzi. Miaka mitano ikiisha, tunafanya uchaguzi. Kwa maana hiyo na hapa tunajenda kwenye uchaguzi, kauli yetu kama viongozi wa dini, Wakristo, Waislamu, Wabudha, Wahindu, hata wale wasio na dini, maana baraza letu linajumulisha hata wazee wa mila wanaoshughulika na masuala ya mila, kwamba kauli yetu ni kwamba Tanzania ni yetu. Amani kwanza, tutangulize amani, tufanye uchaguzi kwa amani. Mimi tarehe ishirini na tisa pamoja na baraza langu na wajumbe wetu tutatangulia kwenye vituo vya kupiga kura. Twende tukapige kura, tukachague diwani asimamie maendeleo ya kata, tukachague mbunge akaende bungeni kwa ajili ya kutunga sheria, tukachague viongozi mbalimbali ambao akiwemo Mheshimiwa Rais kwa ajili ya utawala wa nchi yetu. Hatuchagui kiongozi wa dini, hatuchagui askofu, hatuchagui shehe, hatuchagui mufti Hatuchagui askofu mkuu. Tunachagua kiongozi kwa ajili ya kuiongoza serikali yetu ya Tanzania. Ndugu zangu wapendwa, naomba wote kwa pamoja tukatae vishawishi, tukatae udanganyifu. Amani kwanza, uchaguzi utapita, amani itaendelea, nchi itaendelea, maisha yataendelea. Ilinde Tanzania, ilinde chama, hazina yetu tumeje